Mheshimiwa Jacqueline Msongozi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema na mwingi wa utukufu kwa kunijalia uzima siku hii ya leo na hatimaye kuweza kusimama hapa ili niweze na mimi kuchangia bajeti ya Ofisi ya Raisi TAMISEMI na Ofisi ya Raisi Utawala Bora. Mheshimiwa Mwenyekiti nimesoma vizuri bajeti ya TAMISEMI. Bajeti hii ni nzuri sana, ukiisoma inaleta raha ambayo kimsingi, bajeti hii, wizara hii inahitaji pesa takribani shilingi trilioni 6.8. Mheshimiwa mwenyekiti ni mwaka huu wa fedha tunaokwenda elfu mbili kumi na saba kumi na nane baada ya ku, baada ya kuwa bajeti ya msimu uliopita uliopita imetekelezwa kwa asilimia sabini na tano Mimi niombe, najua kabisa changamoto zilikuwa nyingi kwa msimu uliopita, basi wizara hii ijipange vizuri kuhakikisha kwamba bajeti hii inayokuja sasa iweze kutekelezeka kwa asilimia mia moja Mheshimiwa Mwenyekiti, niende moja kwa moja kwenye asilimia kumi za vijana na wanawake ambazo zinatolewa kutokana na mapato ya ndani ya halmashauri zetu kwenye maeneo mbalimbali hasa kwa mkoa wetu wa Ruvuma. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ni mjumbe wa kamati ya laki ambaye nimekuwa nikiona niki, niki kwa macho yangu mwenyewe namna gani jambo hili linatekelezwa kwenye halmashauri mbalimbali halmashauri mbalimbali. Jambo hili imechukuliwa tu kama ni, ni jambo ambalo sio muhimu sana, kwa sababu bado halijatungiwa sheria. Likitungiwa sheria mahususi, litasaidia hawa wakurugenzi wakaona kwamba ni muhimu na wakalitekeleza kwa asilimia mia moja. Mheshimiwa mwenyekiti, pamoja na hivyo, naipongeza sana kamati ya laki, lakini pia na CAG ambaye anatusaidia kukagua hayo mahesabu na kuona hali halisi. Kamati hii imesimamia vizuri na sasa hivi halmashauri zote zimeanza kupeleka pesa asilimia tano kwa vijana na asilimia tano kwa wanawake. Niwapongeze wakurugenzi wote ambao wameanza kutekeleza jambo hili, na niombe waendelee kufanya hivyo. Na wale wote wanaopewa pesa hizi wasidhani kama ni, ni zawadi basi; hii ni kama revolving fund, inatakiwa ipelekwe kwa, kwa wengine na wengine waweze kufaidi baada ya wengine kurejesha. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niende kwenye posho za madiwani. Mheshimiwa Mwenyekiti, waheshimiwa wabunge wenzangu pia wamesema kwamba madiwani ndio wale ambao wanafanya kazi hasa moja kwa moja kwa wananchi, na sisi tukiwa wakati mwingine tunatekeleza majukumu yetu katika vikao mbalimbali vya Bunge, na wao wamekuwa siku zote wakiwa na wananchi, wakiamka asubuhi wako na wananchi majumbani kwao sisi wakati mwingine tunaweza tukasema nimesafiri nimeenda huku lakini wao wanafanya kazi moja kwa moja. Mheshimiwa mwenyekiti mimi nilidhani kwamba serikali yetu ione umuhimu wa kuwaongezea posho waheshimiwa madiwani. Wizara hii ya TAMISEMI tafadhali sana naomba hata kama kuna sheria au kanuni basi ziletwe hapa bungeni tuzirekebishe ili na wao waweze kufanya kazi wakiwa wana mori mzuri, ambao kimsingi watakuwa wamewezeshwa vizuri, lakini pia waweze kupatiwa vitendea kazi kwa maana ya usafiri. Mheshimiwa mwenyekiti, maeneo yao ya utawala, wakati mwingine unakuta wa, wa, madiwani wengine wako vijijini, anatembelea vijiji karibu vinne vitano, ataenda kwa baskeli aidha kwa mguu basi serikali ione umuhimu wa kuwatafutia hata magari ili waweze kufanya kazi zao vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, hali kadhalika TAMISEMI pia kwa masikitiko makubwa sana eh, bado wizara hii ya TAMISEMI na utawala bora pia niseme, hamjaona umuhimu wa mbunge viti maalum. Mbunge viti maalum anafanya kazi kubwa sana mbunge viti maalumu eneo lake la utawala ni la mkoa mzima, lakini bado kwa mujibu wa, wa kanuni mbunge viti maalumu yeye ni, ni diwani wa halmashauri anayotoka, lakini cha kushangaza mbunge huyu hawezi kuingia kwenye kamati ya fedha na kuweza kuona changamoto zinazowakabili wanawake, wanatengewa fedha kiasi gani? Ili ziweze kuwafikia, nani anawasemea huko, ili hali sisi wabunge viti maalumu ndio tuko kwa, kwa, kwa mujibu ili kwa Semeke, kuwasemea wanawake wenzetu lakini kwenye kamati za fedha hatuingii. Naomba sasa, ae, naomba Wizara ya Utawala Bora muone umuhimu wa kufanya hili, na TAMISEMI pia tunataka wan, wanawake wabunge waingie humo na wanawake madiwani wa viti maalum waingie humo ili waweze kuwasemea wanawake wenzao. Mheshimiwa Mwenyekiti, niende kwa walimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mkoa wangu wa Ruvuma wana, walimu wanapata shida sana. walimu wanafanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha mtoto ambaye hajui a wala b anafikia mahali ambapo anaweza kusoma na kuandika. hii kazi ni kubwa sana. hata wewe Mheshimiwa Waziri ulioko hapa na wewe ulianzia a b c. Kwa hiyo kumbuka, kama mwalimu yule asingeweza kukufundisha na akawa na mazingira mazuri, ni wazi kwamba wewe usingefikia hapo. Kwa hiyo sasa, mimi niombe uone umuhimu wa walimu kuwezeshwa, wakawa na mazingira mazuri ya kufanyia kazi. Lakini pia walimu wangu wa mkoa wa Ruvuma wote katika wilaya zote nikianza na Nyasa, Mbinga, Tunduru na Mtumbo, Songea vijijini na Songea mjini wana madeni, madeni yao yanafikia takribani bilioni tatu. Ninaomba mheshimiwa waziri, utakapokuja unawenda hapo hapa, uniambie hawa walimu wanalipwaje hizo pesa zao, mimi na wewe tutakuwa sambamba, vinginevyo mheshimiwa waziri nitakamata shilingi ya mshahara wako. Mheshimiwa wa, mheshimiwa mwenyekiti, niende sasa kwenye shule za sekondari. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna shule za sekondari zinazoanza e, katika wilaya ya Namtumbo ndo zinaanza kidato cha tano. Shule hizi zimetelekezwa mheshimiwa Mwenyekiti, hazipelekewi fedha kwa ajili ya mahitaji mbalimbali katika shule hizo. Shule hizo ni Nanungu sekondari iliyoko katika wilaya ya Namtumbo pamoja na shule ambayo inaitwa pamoja sekondari shule na Mabengo shule ya Nasuli, ninaomba mheshimiwa mwenyekiti, shule hizi zimetelekezwa. Naomba waziri wa TAMISEMI, tena bahati nzuri mheshimiwa waziri wa TAMISEMI tulienda wote katika shule ile ya Nasuli katika kata ya Namtumbo, tulienda wote, ulishuhudia pale, lakini wale watoto unawaona wameng'aa kwa uso, lakini ndani yake hawana huduma za msingi. Naomba tafadhali, utakapokuja uniambie hawa watoto wanapataje huduma. Mheshimiwa mwenyekiti, niende kwenye swala la utawa Utawala bora. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue nafasi hii kumpongeza sana Rais wangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hili nitalisema wazi wazi na nitatembea kifua mbele nikilisema. Mimi kama mbunge chama pinduzi, wa chama cha mapinduzi, nataka niwaambie kwamba rais wangu anafanya kazi nzuri, ninacho cha kusemea ninaposimama hapa kwamba ameweza kudhibiti mianya ya rushwa lakini pia anaweza kupambana na madawa ya kulevya, lakini pia ame, amerudisha nidhamu kwa watumishi wa umma. Bado ameweza kusimamia na kudhibiti matumizi ya, ya, ya, ya fedha katika nchi yetu. Ndugu zangu, kwa wale wote wanaotakia mema nchi hii ni lazima watasema kwenye jambo hili na tunaweza tukasema wakati wowote ule, kwa sababu tunajua kwamba rais wetu anatekeleza na anasimamia vizuri ilani, licha ya shughuli nyingi ambazo amekuwa akizifanya, ikiwepo pamoja na ndege ambazo zimekuja ndege. Nchi hii ilikuwa haina ndege, ni nchi ambayo ilikuwa inatia aibu, lakini kwa kipindi kifupi cha mwaka mmoja na nusu tayari tumeona ndege, usafiri wa anga unakwenda barabara, maeneo mbalimbali mbali, viwanja vinaendelea kurekebishwa. Mimi hili nitalisema tena kwa kifua mbele. Wale wanaochukia na wajinyonge tu. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi niseme tu kwamba rais wangu wa Jamhuri ya Muungano, kwa haya uliyoyafanya ya kuweza kudhibiti na kupambana na madawa ya kulevya na mambo mengine, Asante. Mheshimiwa mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante. Msemaji wetu anayefuata, mheshimiwa Hasna Mlima, mheshimiwa Doto Biteko, Biteko na mheshimiwa Subira Mgalo wajiandae. Mheshimiwa mwenyekiti, na mimi nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kunipa afya njema ya kuweza kusimama hapa kuchangia kwenye wizara hizi mbili kwenye mwelekeo wa bajeti inayokuja mwaka 2017 2018. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi nianze na wizara ya Tamisemi. Mheshimiwa mwenyekiti, kumekuwa na changamoto kubwa sana kwenye wilaya 19 zilizoanzishwa hapa nchini ikiwemo wilaya ya Uvinza. Mheshimiwa mwenyekiti, ninavyoongea tangu wilaya ya Uvinza ianzishwe haina hospitali ya wilaya. Tunatambua kabisa kwamba wizara ya Tamisemi ni wizara mtambuka, ndiyo inayosimamia masuala yote ya halmashauri zote nchini. Sasa ni muombe sana Mheshimiwa waziri, akiungana na naibu wake, waone ni jinsi gani wanaweza kutupitishia maombi tumepitisha tumeleta barua ya maombi kwenye maombi maalumu bilioni mbili, tunaomba hizo bilioni mbili tupewe ili tuweze kujenga hospitali na tayari eneo la ujenzi tumetenga ekari thelathini. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, sambamba na hilo, ukipitia kwenye taarifa ya mheshimiwa waziri taarifa ya, ya mwelekeo wa mapato na matumizi ya bajeti 2017-18 ukurasa wa 103 utaona kwamba kwenye mfuko wa pamoja wa afya halmashauri ya Uvinza haijapangiwa hata shilingi moja. Tuna, tuna, tuna halmashauri takribani tisa, lakini tuna majimbo manane. Kati ya majimbo manane jimbo moja tu ndilo linaloongozwa na mwanamke. Sasa ninaanza kupata shida na msemaji mmoja aliyeongea juzi, ndugu yangu Chikambo, kwamba wizara inaongozwa na wanaume. Mimi mwanamke, yaani halmashauri zote zitengewe pesa kwenye mfuko wa pamoja wa afya, mimi halmashauri yangu ya Uvinza isitengewe hata sumni? Kulikoni, Mheshimiwa Waziri? Nazungumzia kwenye pesa zile za nje za forex, sina hata sumni. Nimejisikia vibaya sana Nimeangalia kwenye ule ukurasa nikanyong'onyea, nikasema kulikoni. Lakini sina mashaka Mheshimiwa Simbachawene ni jirani yangu, nadhani utaliangalia hili na utarekebisha. Lakini sambamba na hilo, kwenye ukurasa huo huo kwenye pesa za lishe na ulinzi wa mtoto, sina hata sumni. Wakati halmashauri yangu mkoa wa Kigoma unapitisha bajeti, hazina ilikubali kututengea pesa na sisi tuna watoto 86,388 ambao wako chini ya umri wa miaka mitano. Sasa ninashangaa hazina wamekubali kutuwekea milioni 86 laki 3 themanini na nane, lakini kwenye hichi kitabu hakuna hata shilingi. Mheshimiwa waziri nikuombe sana, kulikoni maana yake Ukiona mwanamke amepita kwenye jimbo ujue alipambana kweli kweli, sio mambo ya kisporti sport. Hatukuwa na mambo ya kisporti sport huko mpaka tukaingia hapa sasa. Tunaomba mheshimiwa waziri unisaidie kama ambavyo majimbo mengine yalivyopata pesa basi na mimi naomba unifikirie, utakapokuja kuwakilisha hapa uniambie unanisaidiaje kwenye huo mfuko wa pamoja wa afya pamoja na lishe na ulinzi wa mtoto. Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na hilo naomba nizungumzie kituo cha afya cha Nguruka. Tarafa ya Nguruka inakata nne na hichi kituo kinahudumia wananchi zaidi ya laki moja na na wanahudumia vile vile kata ya Usinge kutoka wilaya ya Kaliua. Sasa tumekuwa tunaomba mara kwa mara kupewa pesa ya kuweza kulipanua kupanua hili hichi kituo cha afya ili kiweze kuwa na huduma zinazostahili, sambamba na kuongeza wodi ya wanaume na wodi ya wanawake. Kwa hiyo ninaomba sana Mheshimiwa Waziri wa Tamisemi uweze pia kutuangalia katika swala la kituo chetu cha afya cha Nguruka. Mheshimiwa mwenyekiti, baada ya kuzungumzia hayo naomba pia nizungumzie mfuko wa barabara. Mheshimiwa mwenyekiti, mfuko wa barabara kwa bajeti hii tunayokwenda kumaliza tarehe 30 Juni, tuliidhinishiwa tuli shilingi milioni 695, lakini hadi sasa tumepokea asilimia 45 tu, hadi sasa asilimia 45, lakini Mheshimiwa mwenyekiti kwenye hii coming budget, tunao tarajia ambayo itaanza tarehe moja Julai tumepitishiwa milioni 495 tu. Na sisi kwenye jimbo letu kwenye halmashauri hii hakuna barabara yoyote yenye lami, mtandao wa barabara ambazo zina changarawe ni kilomita 44 tu na sio zaidi ya hapo. Kwa hiyo niombe Mheshimiwa mwenyekiti Embu tuwe tunaangalia hizi halmashauri mpya tuwe tunazipa kipaumbele zaidi kuliko zile halmashauri ambazo zimeanzishwa miaka mingi. Niliona hili nalo nilizungumzie, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia nizungumzie swala la uanzishwaji wa mamlaka ya mji mdogo wa Nguruka. Tumekuwa tunaleta barua kwenye wizara hii ya TAMISEMI na huko nyuma tuliambiwa kwamba hakuna shida mamlaka ya mji mdogo inaweza ikaanzishwa, lakini changamoto ambayo tunayo ni nini? Kata ya Nguruka ina vijiji viwili, kata ya Itebula ina vijiji viwili, kata ya Mganza ina vijiji sita na kata ya Mtegwa Noti ina vijiji vinne. Sasa unaangalia kwamba kama hatuwezi kuongeza, maana hizi kata ni kubwa mno. Tunachoomba wizara ya TAMISEMI, tunajua kwamba mmesema hamna mpango wote wa kuongeza kata wa kuongeza vijiji, lakini kuna majimbo mengine ni makubwa mno, lazima mfikirie namna ya kutuongezea kugawanya kata na kugawanya vijiji ambavyo ni vikubwa. Kwa mfano, jimbo langu mimi lina square mita za mraba elfu kumi na moja mia moja sabini na nane. Kuna mtu alikuwa anaongelea hapa dada yangu ana kwamba same ina ina square mita elfu tano, mimi nikashtuka, kwangu mimi ni elfu kumi kijiji kimoja mpaka ukimalize unatakiwa ufanye ziara kwa siku mbili. Kwa hiyo mimi ninaomba mheshimiwa waziri uone namna ya kutukubalia maombi yetu pale tutakapoyaleta, ili tuweze kuongeza vijiji kwenye kata ya Nguruka, kata ya Itebula, ili uanzishwaji wa mamlaka ya mji mdogo wa Nguruka utakapokuwa unaanza, basi tuweze kuwa na vijiji vya kutosha, mamlaka hiyo iweze kuendeshwa vizuri. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nizungumzie migogoro migogoro baina ya vijiji na hifadhi. Mheshimiwa mwenyekiti, kwenye kijiji changu cha Sibwesa na kijiji changu cha Kalilani wamekuwa wana mgogoro zaidi ya miaka thelathini na hifadhi ya Mahale, lakini cha kushangaza tunatambua kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu hivi karibuni alitoa tamko kwamba kila taasisi za serikali zihakiki mipaka yao, lakini mimi ninavyofahamu unapotaka kufanya uhakiki wa mipaka wewe kama ni wizara fulani, kwa mfano ya maliasili, manake nazungumzia hifadhi ya Mahale, lazima ushirikishe na wizara ya TAMISEMI kwa sababu hivi vijiji vimewekwa kwa mujibu wa sheria, na aliyetangaza tangazo kabla ya kutangaza hivi vijiji ni waziri mkuu, ni ofisi hiyo ya waziri mkuu. Sasa iweje leo mkurugenzi wa Mahale anakwenda kuweka beacons alama kwamba hapa ndo sisi mahali tunatakiwa mipaka yetu iishie, anaingilia mpaka zile GN za serikali ambazo zimewekwa kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumuombe sana waziri, vijiji vinapoingiliwa, maana yake TAMISEMI imeingiliwa, maana yake halmashauri imeingiliwa. Kwa nini hamkai chini haya mambo yakafanyika kwa mashirikiano ya? mimi nimewahi kuwa DC pale Arumeru migogoro yote ya Arumeru tulikuwa tunafanya kwa ushirikishwaji, unahusisha wizara ya ardhi, unahusisha wizara ya TAMISEMI na kama kuna hifadhi unahusisha pia na wizara ya maliasili. Sasa tatizo ambalo tunalo, tuna wakuu wa wilaya wengine ambao hawaelewi wa, wa, wa, watatue matatizo ya wananchi kwa namna gani. Nataka kumwelimisha, anaona Na hoja japo muda nitaka niseme zaidi ya hapo. Asante sana. Asante.